Magoli matatu kwa moja dhidi ya Mbeya City yanapeleka Simba Sports Club katika nusu finali ya CRDB Federation Cup. Simba Sports Club leo imefanikiwa kupata ushindi wa goli tatu kwa moja dhidi ya Mbeya City katika mchezo wa robo finali ya CRDB Federation Cup. Magoli matatu ya Simba Sports Club, goli la kwanza likiwekwa kambani na Fabrice Loamba Ngoma katika dakika 24 ya mchezo. Goli la pili likiwekwa kambani na Lionel Ateba Mbida katika dakika 29 ya mchezo. Joshua Mutale anaandika goli la tatu kwa Simba Sports Club katika dakika 43 na goli la kuvutia machozi upande wa Mbeya City lilifungwa na Mudathir Said. Ulikuwa ni mchezo fulani hivi ambao ulianza vizuri sana kwa Simba Sports Club. Wakizitumia vizuri dakika 45 za kipindi cha kwanza. Lakini kipindi cha pili kilikuwa kipindi ambacho Simba Sports Club walipata nafasi nyingi sana ambazo walishindwa kuzitumia. Full time ikaisha hivo hivo kwa goli tatu moja. Simba Sports Club inakuwa ni klabu ya kwanza kuingia katika nusu fainali ya CRDB Federation Cup msimu wa huo 2024/2025 ambapo sasa wanasubiri michezo mingine ambapo mchezo wa kwanza utachezwa Jumatatu ya kesho tarehe 14, JKT Tanzania wanamkaribisha Pamba Jiji Football Club, majira ya saa kumi kamili jioni katika uwanja wa meja generali Isamuyo. Singida Brax Stars watamkaribisha Kagera Sugar majira ya saa kumi kamili jioni katika uwanja wa CCM Riti huko Singida. Young Africans versus Stand United, wanatarajia kukipiga siku ya Jumanne ya tarehe 15 katika uwanja wa KMC Complex majira ya saa kumi kamili jioni. This is very fantastic. Simba Sports Club imeweza kufuzu nusu fainali mbili katika wiki moja, ikitangulia kufuzu nusu finali ya Kafu Confederation Cup na leo imefuzu kwenda katika hatua ya nusu fainali ya CRDB Federation Cup. Na hii wamevuka bana! Vipi, uliitazama mechi hii? Ni mchezaji gani amekufurahisha zaidi katika siku ya leo? Drop your comment ya comment hapo kwenye comment. Hapa ni super 12 ya Dino Television, endelea kutofola kwa taarifa nyingi za